tunaweza naweza kutoka. Sasa tuko hivyo. Sasa ni watu wa mpira walituambia saa sita mchana na mashabiki umeona wamejitokeza. Pamoja saa sita kile watu tumekuja. Wao wenye mechi yao wameshindwa kujaza uwanja. Hii inamaanisha nini? Maana tunaipenda timu yetu. Tulikuwa tunahitaji ubingwa. Leo tunakubali kuwakabidhi ubingwa. Kwa nini tulicheza tulicheza ligi? Tungeacha tu. Kama tulitaka hivyo, hao wachukua ubingwa mara nne, tungeacha. Tunakuja kucheza mechi kombe uwanjani, tutacheza mechi hivi. Kweli? Tungecheza hivi kimataifa, tungekuwa hapa tulipo tungekuwa kwenye top 5. Hii ni aibu. Kwa hiyo viongozi naona wanaelekea sasa kutaka kuwavunjisha nguvu matajiri wetu ambao wanaweka hela Simba. Mtu anaweka hela yake Simba kwa gharama kubwa, leo timu inacheza mpira kama huu. Kesho atamsajili, kesho atamsajili tena mchezaji, kesho ataweka hela yake. Kuna watu naamini wanahitaji Mohamed Deoji atoke na kina Jairuti walokuwepo nao watoke. Tunawaomba wakichaji jua mapema wapo kwa ajili ya kutoa zawadi, basi waiache simba mapema, wakae kushoto, wapo watu wengine watakuja wataiongoza Simba. So hivi sasa watu wa maandamano, lakini kwa mfumo huu wanaifanya simba itoke kwenye njia Leo wamekuja wachezaji kutoa zawadi, hawajacheza mpira, timu imefungwa, lakini bado wanatembea yaani, wameamua tutuje ilimradi uwanjani tufungwe basi, eh? tumecheza mpira gani? Asilimia kubwa, sasa tumekuja kurelax. Asa hili kuna maana gani? Kama walikuwa kugomea basi tungegomea mpaka mwisho wa mashindano. Lakini kama tumeamua kugomea, alafu baadaye tunakubali, kwa sababu kuna mbushi imetoka semu kuja kutoa zawadi. Bora ungetuambia mapema, tutaleta timu mapema na sasa tujiandae. Tumeshindwa kujiandaa kutokana tunajua timu haiji uwanjani. Lakini mwisho wa siku tunaona timu inakuja uwanjani, maana tunaamini viongozi watajipanga kila idara, sisi tukufanya shughuli zetu. Kwa hiyo mpaka hapa maana viongozi wametukosea sana kwenye hili. Nandi, moja kati ya vitu walikuwa wanazungumza watu kupelekea kwenye mchezo huu. Na hasa ni quality ya wachezaji. Kila mtu anaona

Eh, unakiri kwamba Yanga Afrika ziko na wachezaji wenye quality zaidi ya, ya Simba Sports. Hicho kitu nakemea mpaka kesho. Siwezi kusema kama wana wachezaji quality ya, ya ha, na, na kwa quality kuliko wachezaji wetu kwa sababu mechi asilimia kubwa kama tungeamua kucheza tulikuwa tunashinda toka kipindi cha kwanza. Wenyewe uliona kipindi cha pili tuliwasukuma kidogo wakarudi kwenye zoni yao, walikuwa hawafiki kwetu. Wamekuja kutoa zawadi. Hii ni aibu, tunafungwa mara ya tano na timu hii underground. Hii ni aibu kubwa, kwa hiyo viongozi wetu wajitathmini kwenye hili. Tulizungumza kabla ya kuelekea mchezo huu, kama ikiwezekana, wasilete timu tu, lakini mwisho wa siku wameona wa... kwa tupeleke timu, tunajua timu itakuja kupambana uwanjani. Hawa wachezaji wanatembea, hili lengo lao nini? Kumwona Fadu Davis, sio kocha hii ndio sababu zinafanyaga makocha waondoke kwa sababu mwisho wa siku kocha anakuja. Anaonekana sio kocha. Kocha kafanya sababu zote. Anatoa mpaka mabeki. Eh, leo je, mchezo huu anaenda kucheza beki? Kwa sababu gani? Kocha anahitaji matokeo. Kombe uwanjani kufanya kazi kubwa msimu mzima. Wenzetu wamebadilisha makocha watatu, lakini wanaenda kuwa bingwa. Hii ni aibu. Tumekosa CRDB Bank na hii NBC tunakosa, tumekosa shirikisho. Sasa hii tunaenda kujivunia wapi? Ndio tunabaki kwenye kauli kwamba msimu huu tulikuwa tunajenga timu. Kama tunajenga timu, wote tumecheza fainali kule kwani tucheze vizuri, afu tunakuja huko nyumbani, mechi kama hii, kombe uwanjani, tunatembea uwanjani. Hii ni aibu kwao, wametukosea sana. Tunalipa pesa zetu, tunakuja uwanjani, wacheza mpira huu kwao, viongozi kwenye hili, na waomba sana viongozi wa klabu ya wenyewe kwa wenyewe, wamulikiane vidole. Ukimulika mtu kidole kimoja, vinne vote vinakuja kwako. Wakishajua kwenye Simba kuna chawa huyu, watu wa hadharani watuambie, sasa tumalizane naye. Sisi ndio wanachama chama klabu ya Simba, wakiona kuna kiongozi chawa, watoke hadharani, wajumbe wa bodi watuambie, fulani anatuharibia Simba yetu, sasa tumalizane nayo. Haiwezekani, hao nyuma mwiko kila siku wanaandamana, wanakubaliwa, mechi imebadilishwa kutoka 15 kwenda 25 hakuna sababu ya msingi pale chini. Lakini leo timu inakuja uwanjani, ili kumbe tuje kuzalilika, wachukue kombe mara nne na watu mara tano na watu watufunge mechi tano. Hii aibu, kombe mara nne na mechi tano kutufunga, hii ni aibu kwenye taifa letu. Kwa hiyo naamini viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili wasituone wabaya, anaojijua kwamba hayuko sahihi kwenye ndani ya Simba ana maslahi yake binafsi, atupishe. Huwezi kuleta timu kama hivi, hata iyo Ndondo Cup huwezi kuja hivi. Watu wanajiandaa saa sita mchana, wanatoa taarifa, unaleta timu hii? E, aibu!